Usisahau kusubscribe kulike, kushia na kucomment Togolay24 TV ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu, asante. Katika hatua nyingine inayozua taharuki kwenye uwanja wa siasa za kimataifa na diplomasia mashariki ya kati, Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameweka wazi msimamo wa taifa lake kuhusu mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Akitamka kwa msisitizo mkubwa, Kemein amesema kuwa Iran haitafanya mazungumzo yoyote na Marekani kuhusu mkataba wa nyuklia, na hivyo kutupilia mbali kabisa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump ambaye alituma barua rasmi ya kutaka majadiliano kufanyika. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, barua hiyo ya Trump iliwasilishwa kwa njia ya kidiplomasia kupitia mshauri wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Anwar Gargash ilimfikia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambaye alikabidhi ujumbe huo kwa viongozi wa ngazi za juu serikalini. Katika hatua hiyo, Trump alieleza nia ya Marekani kuanzisha mazungumzo mapya ya nyuklia na Iran, lakini pia kama ilivyo kawaida yake ya kutumia lugha yenye vitisho na mashinikizo, alionya kwamba Iran ina njia mbili tu, ama kuingia kwenye makubaliano mapya ambayo yatazuia kupata silaha za nyuklia au kukabiliwa na hatua za kijeshi. Kauli hii haijapokelewa vizuri Tehran. Ayatola Khamenei alisitiza kuwa taifa lake halitishwi wala kushurutishwa na kwamba halitakubali kurejea mezani na Marekani chini ya masharti ya aina yoyote. Kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya kiongozi mkuu, hatua ya Trump kutumia barua hiyo ni ya urafiki wa kisiasa na inalenga kuonyesha kuwa Marekani bado ina nguvu ya kudhibiti hali, jambo ambalo kwa sasa si kweli tena. Kwa kuangalia historia ya hivi karibuni, mgogoro huu wa nyuklia ulianza kuchemka zaidi mwaka elfu mbili na kumi na nane wakati rais Trump alipofanya uamuzi wa kuiondoa Marekani kwenye mkataba wa kihistoria wa nyuklia wa mwaka elfu mbili na kumi na tano maarufu kama JCPOA, ambao ulisainiwa na Iran pamoja na mataifa makubwa duniani ukiwemo Uingereza, Ufaransa, China, Urusi na Ujerumani. Baada ya kujiondoa kwenye mkataba huo, marekani ilirudisha vikwazo vikali dhidi ya Iran, hali iliyosababisha kuyumba kwa uchumi wa taifa hilo, kuporomoka kwa thamani ya sarafu na kuongezeka kwa hali ya maisha kuwa ngumu kwa wananchi wa kawaida. Iran kwa upande wake haikusita kujibu. Mwaka mmoja baadaye, Tehran alianza kukiuka baadhi ya vipengele vya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kuongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium. Hatua inayotazamwa kwa wasiwasi wasi mkubwa na mataifa ya Magharibi kwa sababu ya uwezekano wa kuelekea kwenye utengenezaji wa silaha za nyuklia. Hatua hii imezidi kuibua maswali mengi kutoka kwa jamii ya kimataifa, hasa kuhusu mustakabali wa usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na nafasi ya Marekani kama mpatanishi au mshiriki wa mgogoro. Wakati mataifa kama Ufaransa na Ujerumani yamekuwa yakijaribu kupendekeza njia za kurejesha mazungumzo kwa kutumia njia ya kidiplomasia, msimamo wa Iran umeendelea kuwa mkali kwamba hakuna mazungumzo yatakayofanyika iwapo vikwazo vitaondolewa kwanza na iwapo Marekani haitabadili mtazamo wake wa kutumia vitisho kwa sasa. Wachambuzi wa maswala ya kimataifa wanaona kuwa msimamo wa Iran ni ujumbe unaotaka kuonyesha kuwa taifa hilo halitakubali kufanyiwa maamuzi ya mataifa ya Magharibi, bali litadhibiti hatima yake lenyewe, hata kama gharama yake ni kuongeza mvutano. Swali kubwa linabaki, je, yeah. mvutano huu unaweza kusababisha mgogoro wa kijeshi kati ya Marekani na Iran? Je, yeah. Kuna uwezekano wowote wa, wa mataifa mengine kuingilia kati na kuleta upatanisho wa kweli? Kwa sasa hali bado ni tete, huku Marekani ikiwa katika kipindi cha mabadiliko ya uongozi wa siasa za ndani, maamuzi yanayohusu Iran yamekuwa na uzito mkubwa wa kisiasa. Kwa upande wa Iran, msimamo wa Khamenei unadhihirisha kuwa taifa hilo linataka kuheshimika, si kushurutishwa. Wakati dunia ikifuatilia kwa umakini kila hatua, ni wazi kuwa mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani hayako karibu kuanza, na badala yake mvutano unazidi kushika kasi. Kwa habari zaidi na uchambuzi wa kina na maswala ya kimataifa, endelea kutufuatilia hapa hapa. Hii ni Togolay24 TV, tunakupa kilicho bora kwa jamii. Usisahau ku